Ioni <laughs> <laughs> aje buda? Aje. Beti. Siku mingi bwana. Niko sasa. Yaani, ujui hmm? <hums> Yaani nimekutafuta siku mbili man, kupatikani. Hii simu ona ni kamali safi uh-huh.

Utamu buda. Sikia bangi? Eh? Futa unaongea oh, oh, no, oh. <laughs> na sauti bangi ache wasikiace wasiki che yapo ni mtaa, nakuambia, ukifika mtaa, acha kuona wazi wazi. Iko sawa. Ukiwa na mimi sasa. Umesema, umesema ajabu hapo, unajua nini? Hii. Hii nauza. Hii nakuuzia kama besti yangu buda. Hili kitu fiti. Cheki, cheki. Unazimkali aje kwani? Haiko fiti, unaona? Eh? Eh. Unauza aje hiyo? Unauza aje hiyo? Cheki kwanza. Unauza aje? Ni kali. Uko na donga ngapi? Hii. Mhm. Upatia 1000. Iko sawa hizi mkabisa. Hebu leta do. Na nyako kweli? Leta do. Mimi wewe. Wewe si si unanielewa. Eh. Nimeangukia. Na, si wizi. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ah. Sio wizi simu. Mimi si uzangi vitu za wizi tu. Eh, sawa. Si unanielewa? Eh. Nimeangukia tu. Alafu kesho. Eh, ongeza kitu, si ndio? Ni sawa ila hey. <laughs> Shida. Ah, fresh. Haya. Uje mandi pala wewe. Yaani simu 1000 shillings. Moja. Si simu ni ile yangu hii. Si simu ni yangu si hii. Si na ameniuzia hapo.